Wanafunzi na walimu mia tatu kumi na tano wametekwa nyara siku moja awali katika utekelezaji mkubwa wa pili wa shule ndani ya wiki, huku hofu za usalama zikiongezeka katika nchi yenye watu wengi zaidi barani Afrika. Shambulio la mapema Ijumaa kwenye shule ya St Marys katika jimbo la Niger katikati mwa Nigeria lilitokea baada ya wavamizi wenye silaha kuingia Jumatatu katika shule ya sekondari katika jimbo jirani la Kebbi na kuwateka nyara wasichana ishirini na tano. Chama cha Wakristo cha Nigeria kimesema kuwa idadi mpya ilitokea baada ya zoezi la uhakiki kufuatia utekaji wa wingi mapema Ijumaa na kiliongezeka kwamba jumla ya waanga waliotekwa nyara wa sasa ni wanafunzi mia tatu na tatu na walimu kumi na mbili. Mamlaka katika majimbo jirani ya Katsina na Plateau ziliagiza shule zote zifungwe kama hatua ya tahadhari. Serikali ya jimbo la Nigeria ilifunga shule nyingi na rais Bola Tinubu alibatilisha shughuli za kimataifa ikiwemo kuhudhuria kilele cha G20, ili kushughulikia mgogoro huo. Utekaji nyara mbili pamoja na shambulio kwenye kanisa magharibi mwa nchi ambalo watu wawili waliuawa, vimetokea tangu rais Trumpu wa Marekani Donald Trump atishia kuchukua hatua za kijeshi kuhusu kile alichokiita kuwa wa Kristo na magaidi nchini Nigeria. Nigeria bado ina alama kutokana na utekaji nyara watakribani wanafunzi wasichana mia tatu na kundi la kigaidi la Boko Haram huko Chibok, jimbo la Borno, kaskazini mashariki zaidi zaidi ya muongo mmoja uliopita. Hii ni Masai TV mtazamaji, lakini pia wanakumbushwa kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.